Siku ya Novemba 20 mwaka huu imebaki kuwa kumbukumbu kumbu ya huzuni kwa baadhi ya wananchi wa kijiji cha Nyarutuntu kata ya Nkwenda wilayani Kyerwa mkoa wa Kagera baada ya mvua kubwa ya mawe ilionyesha ikiambatana na upepo na kuathiri kaya sitini na mbili, baadhi kati ya hizo zikiwa hazina chakula na malazi. Naitwa Edina Petersoni wa kijiji cha Nyarutuntu kitongoji Kabanga B. Mvua ilipotokea ilikuwa ni siku ya Alhamisi, sisi sasa tukuwepo, na watoto walikuwa wamebaki wawili, mtoto wa miaka miwili na mtoto wa miaka mitano. Wengine alikuwa shule. Baada ya hapo, nilikuwa nimeenda bulioni, sijafika. Nilipofika pale sasa, wakanipigia simu kwamba nyumba yote imeanguka, nikarudi. Nilipofika mahali hapa, nikakuta nyumba yote imeanguka. Basi nikaangalia sasa kilichotokea, nikaona nyumba yote, hakuna kitu, mabati yote yameuzuliwa. Basi nikaangalia vyombo vyote havipo vyote vimevunjika vunjika, kitanda kimevunjika, mbuzi mmoja na bato wawili nao pia wamekufa humo ndani. Mimi kwa jina naitwa Adolf Anthony ni mzaliwa wa kitongoji hiki cha Kabanga B, Kijiji Nyarututu, kata ya Nkwenda. E, haya majanga tatizo ni upepo. Upepo ulikuja wa nguvu, yani ni upepo wa karibia dakika kama tano hivi lakini unaona, nyumba yangu imezuliwa na upepo, migomba imeanguka, mtoto wangu amepigwa matofali hapa, kitanda kilivunjika. Hali ni mbaya kuliko maelezo. Katibu wa mbunge jimbo wa jimbo la Kyerwa Evodius Imam Bandio, Novemba 23 mwaka huu, kwa kuambatana na baadhi wa wa ya wataalamu kutoka halmashauri ya wilaya ya Kyerwa, amefika katika kijiji cha Nyarututu kwa lengo la kukabidhi msaada wa mahitaji mbalimbali ya chakula na marazi ikiwemo mchele, unga, maharage, mafuta ya kupikia na magodoro ambao umetolewa na mbunge jimbo wa jimbo la Kyerwa Harid Nsekela. Siku ya Alhamisi saa 2 za usiku nilipata taarifa kwamba katika kijiji cha Nyarututu kata yetu ya Nkwenda Pametokea maafa ya mvua ya mawe ambayo imesababisha hata nyumba 12 kuezuka. Taarifa hii ipata kuja kwa mtu wa kijiji. Siku ya Ijumaa kesho yake nikafika nikakutana na viongozi wa kijiji, mtendaji na mwenyekiti wa kijiji kwa ajili ya kujiridhisha maeneo yaliyoathirika. Kwa bahati nzuri wakati tunaendelea na zoezi hilo, ofisi ya mkoa ikatuma timu ya kuja kufanya tathmini, tukashirikiana tukagundua nyumba 62 zime, zime athirika kwenye mashamba yao maharage na mahindi lakini nyumba kumi na mbili zimezuka. Nikafanya maswali na mheshimiwa mbunge kwa ajili ya kuangalia namna iliyo bora kusaidia mahitaji ya dharura, lakini wakati tunaongea na wananchi wakasema shida kubwa sana ya kwanza ni chakula, lakini kuna kaya nne walikuwa ni waathirika wakubwa, walikuwa wana mahali pa kulala, nikamjulisha mheshimiwa mbunge akatuma kiwango cha fedha shilingi milioni mbili kwa ajili ya kusaidia kununua magodoro manne kwa kaya zile nne lakini na kusaidia zile kaya kumi na mbili kupata chakula kama zikawa za awali ambavyo tumesikigawa leo, lakini na tunaendelea na tathmini ya kuhakikisha zile kaya sitini na mbili za kijiji cha Nyarutuntu kitongoji cha Kabanga B. Lakini sababu na hilo tulipata taarifa tena kupitia kwa diwani wa kata Kitochengura, kitongoji cha Kabanga C ambacho kiko katika kata ya Kitochengura, na penye kuna baadhi ya kaya zimeathirika. Uzuni kwa, kwa wananchi waliokumbwa na maafa sasa inageuka kuwa furaha. Jina langu Pelagia Alice. Nina miaka 80 na sijaona janga kama hili. Lakini leo mlivyonisaidia shida yangu mmemaliza kwa kuwa mmeniletea kaa chakula, malago yameharibika, mahindi kila kitu, sina kitu nyumbani kwangu ila mahali pa kulala. Napa kuanguka. Kwa, kwa, kwa kweli mimi nashukuru sana sana sana na wabunge na wenye viti wote na nyinyi ninashukuru. Naitwa Adolfo Anton Peter Mtiganya, mzaliwa wa Kitongoji, Angabi, jiji Nyarututu. Mimi natoa shukurani zangu kwa moyo mmoja, kwa moyo mnyenyekevu. Nimepokea mchele, nimepokea godoro, maharage, mafuta <coughs> na vingine, najua vipo njiani vinakuja, lakini nashukuru sana kwa msaada wenu. Umetusaidia kama hali hii ilivyo, chakula tumepewa tapaa na mafuta, maharage. Asanteni sana kwa viongozi wote, naomba sala zangu mlikotoa Mwinjeristi wa mjuni Nicolaus Christopher ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyarututu hapa anatoa shukrani zake kwa ofisi ya mbunge wa jimbo la Kyerwa na ofisi ya mkuu wa wilaya hiyo. Sana sana, kipekee namshukuru Mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Kyerwa, Mheshimiwa Harid Musa Nsekela, yeye alipopata taarifa hii kwa haraka haja sita, amejibu kwa haraka, ametuma katibu wake wa mbunge, Mheshimiwa Evo Dibandio amefika kwa wakati akatuunga mkono tukashirikiana kwa pamoja kuweza kupitia maeneo yote yaliyopata athari, lakini hakuishia hapo. Sasa hapa tunapozungumza, msaada tayari umeshatoka kutoka kwa mheshimiwa mbunge na mheshimiwa e, mkuu wa wilaya. Mpaka sasa hivi hizi kaya ambazo kwa leo wamefikiwa na kupokea huu msaada wa kuwashika mkono, wachache waliopata magodoro, lakini waliopata unga, waliopata mchere na mafuta, lakini na maharage. Kwa kweli, kwa niaba ya wanakijiji walioathirika nitumie maneno haya kushukuru. Na huyu hapa ni mratibu wa maafa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa Emmanuel Lianga. Tumepata huduma ya haraka ya chakula, tumepata unga wa mahindi, tumepata maharage, tumepata mchele, tumepata mafuta. Tunashukuru sana, na pia tumepata godoro kwa ajili ya wenzetu walioathirika sana, ambao walikuwa hawana hata sehemu ya kulala. Tunaomba salamu hizi uzifikishe kwa Mheshimiwa mbunge, tunamshukuru sana, na tunaomba na wadau wengine wanapoendelea kuguswa, bado tuna mahitaji, bado tuna mahitaji ya mabati, tuna mahitaji ya sumenti, tuna mahitaji e, ya misumali kwa ajili ya kuwezekea, ili hawa ndugu zetu waliopatwa na hayo maafa waweze kurudi katika hali ya kawaida. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Nyarutuntu, kata ya Nkwenda, wilani Kyerwa, mkoa mkoani Kagera, mimi ni Jovinus Ezekieli